Hayo yameelezwa na afisa maendeleo ya jamii kata ya Terati, Emmanuel Mushi, katika maadhimisho ya siku ya mwanamke ngazi ya kata yaliyofanyika katika kata ya Terati mkoani Arusha. Amesema kuwa zipo fursa nyingi za kumwinua mwanamke kiuchumi zinazotolewa na serikali, taasisi na benki kupitia vikundi pamoja na mjasiriamali mmoja mmoja. Sisi kuwaita hapa ni ili kuwajengea uwezo, kuwapa elimu, elimu ya malezi bora, elimu ya nishati bora, lakini pia elimu ya kuhusu mambo ya ukatili wa kijinsia, kwa sababu ndo kitu ambacho sasa hivi kinawakumba wanawake wengi, lakini pia na watoto. Lakini pia wameweza kufahamu shughuli na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika halmashauri yetu ya jiji la Arusha kama fursa za mikopo ya asilimia kumi, lakini mikopo ya wajasiriamali wadogo au wafanyabiashara wadogo. Lakini pia wameweza kujua mchakato wa jinsi gani wanaweza wakafanya ili kupata hizi fursa, lakini zaidi ya hapo pia tumeweza kuwatambulisha kwa wadau wetu katika kata yetu ya Terati ambao ni Terrawatu, ambao wameweza kufahamu Terrawatu ni nini, Terrawatu wanafanya nini, lakini pia fursa ambazo zinapatikana katika taasisi ya Terrawatu. Kwa upande wake mkurugenzi wa Terrawatu Women Center Angela Marcel amesema kuwa pamoja na kumlinda na kumwezesha mtoto wa kike, jamii haipaswi kumsahau mtoto wa kiume huku meneja miradi wa shirika hilo Boniface Msuya akisisitiza juu ya umoja miongoni mwa wanawake hao. kuchukua mkopo ni jambo rahisi sana, lakini swala la marejesho likawa ni matanga. Hatutaki swala la marejesho liwe linaleta uh, madhara kwenye familia. Kwa hiyo tunatamani kila anayechukua mkopo auchukue kwa malengo na urudishe, arudishe marejesho kwa kwa wakati. Tunachoamini ni kwamba tunajaribu kulea kizazi chetu kwa ajili ya kizazi kijacho, bila kum, mwangalia mtoto wa kiume kwa mapana zaidi, pia hatuakuwa na kizazi kijacho. Kwa hiyo tunapoangalia kuwapa nguvu wanawake katika swala la zima la kujitegemea kifikra, hata watu waweze kujitegemea kifikra na kuendeleza maisha. Kwa hiyo mtakavyoweza kuungana pamoja, tukiwaita tukae pamoja tuweze kupeana yale ambayo yanastahili kinamama, ili tuweze kusonga mbele. Lengo ni kuweza kukwamua mwanamke kiuchumi, kiafya na akaweza kuishi katika mazingira salama yati, hilo ndo lengo kubwa ambalo linatufanya tuwepo hapa. Mkono nao, baadhi ya washiriki wa maonyesho hayo akiwemo Asnat Daniel na Naibuk Luis wameeleza jinsi walivyonufaika na kupata elimu, hususani elimu ya fedha. Hiyo mkopo wa asilimia kumi, tunashukuru, tunaambiwa haina riba, lakini mkopo wa benki ile ina riba na ilikuwa ni vitu ambavyo vinatutesa, wakati mwingine tunafanya tuongee mengi kwa sababu hatujajua, lakini kwa sasa hivi tunashukuru Mungu tumeshajua kwa habari ya ujasiriamali. Tunaweza sasa hivi tukapambana tukapata mikopo na tukatuwezesha na vitu vingi, kwa sababu ndio kitu ambayo ilikuwa inatukua sani, elimu ambayo hatukuweza kupata. Lakini tokea tumeingia mahali hapa, naweza nikasema tumejifunza mengi na tumetoka na kitu katika hayo tuliyozungumzia kwa siku ya leo, mimi nashonaga ushanga na tumepewa kuwa tutapata formation hapa ya kufanyia hizo ushanga. Tunashukuru kwa mafundisho tuliopewa kwa siku ya leo, maana tujuagi mambo ya mkopo, lakini leo tumeelimishwa. Tunasema asante sana. Maadhimisho hayo yatahitimishwa siku ya kesho na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mkwani Arusha kutoka jijini Arusha mimi ni Elihuruma Chao Upendo TV habari